Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoo za waamini wako, washa mapendo yako. Peleka roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyoo za waamini wako ukiwaletea mwanga wa roho wako Mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho tupende aliyomema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mtazamaji mpendwa, katika vipindi vyetu vilivyopita tuligusia juu ya ibada ya ndoa, tuligusa sehemu ya kwanza na ya pili, na leo tuje katika hiyo ibada ya ndoa sehemu ya tatu. Na leo tunagusia ibada ya ndoa kati ya mkatoliki na mkatekumeni au mkatoliki na mtu wa dhehebu lingine au Mkatoliki na mtu wa dini nyingine kama zile dini ambazo kama Uislamu au wale Confucianism na dini yoyote ile ambayo e, sio ya Kikristo, na vile vile kati ya mkatekumeni na mkatekumeni au mkatekumeni na a, mtu wa dhehebu lingine au wa dini nyingine. Mkatekumeni ni yule mwanafunzi ambaye tayari Uh, hajabatizwa lakini yuko kwenye mafundisho ya kubatizwa, naye kwa utaratibu wa kanisa anaweza akapata hiyo sakramenti ya ndoa. Labda kabla hatujagusia liturujia yenyewe inakuwaje, kati ya huyo mkatoliki na asiye mkatoliki au na mtu wa dini nyingine, ni masharti yapi ambayo mtu anapaswa kuyafahamu au kanisa lina utaratibu gani ambao mtu anapaswa kufahamu. Tumeshuhudia watu wengi au wakristu wengi wanaoa, kama ni mwanamme anaenda kuoa mtu ambaye sio mkatoliki, labda ni mluteli au mtu wa dhehebu lingine, mwanglikana, anamuoa eh, wanaishi pamoja, au anaoa mtu wa dini nyingine, anaoa mwislamu, anaoa eh, watu wengine kwa Tanzania tumezoea haya, hizi dini Wakristu wa Waislamu au hata mpagani asiyekuwa na dini, tunasema e, na dini labda za, za asili e, za, za kitamaduni, naye anaweza akaolewa na, na Mkristu au Mkristu mwanamke akaolewa na mtu wa dini nyingine, akaolewa na Mwislamu, akaolewa labda na mtu wa dhehebu lingine, mwanglikana mluteli na, na madhehebu mengine Swali ni kwamba, je, watu hawa wanaweza kufunga ndoa katoliki kanisani? Wengi wanakuwa hawafahamu jambo hilo. Kanisa linasisitiza kwamba kwa kadiri iwezekanavyo, basi mkatoliki amoe mkatoliki mwenzake, ambao wamelelewa katika misingi mizuri ya imani, ili wanapoingia kwenye ndoa wanajua uzito wa wa, wa maagano hayo matakatifu ya ndoa Katoliki. Na basi kama mazingira yame imetokea watu wamependana, upendo wa Mungu hauchagui kwamba uko wapi, upendo wa wanandoa hauchagui, basi watu hawa ambao ambaye ni Mkatoliki na mtu ambaye sio Mkatoliki wamependana kwa dhati, basi kanisa limeweka utaratibu kwamba watu hawa wanaweza wakaruhusiwa kufunga ndoa ndani ya kanisa Katoliki, ndoa Katoliki na sharti kubwa ambalo linawekwa kati ya hawa wanaofunga ndoa, kati ya Mkatoliki na asiye Mkatoliki, awe mwanamume awe mwanamke, sharti kubwa ni moja kwamba yule ambaye sio Mkatoliki ni lazima akubali kwamba watoto wote watakaozaliwa katika familia hii watalelewa Kikatoliki, watabatizwa kikatoliki na wataishi maisha ya huyu mkatoliki. Na ni matumaini ya kanisa kwamba jinsi wanavyoendelea kuishi na huyu ambaye sio mkatoliki eh, mtu wa dhehebu lingine, mtu wa dini nyingine, kwa mafundisho ya huyu ambaye ni mkatoliki pamoja na watoto wake atapokea Injili na kuongoka naye baadaye awe mkatoliki kwa hiyo ndoa inakuwa ni mlango wa kumvuta wa kumwinjilisha, ili afahamu imani Katoliki na kuingia katika Ukatoliki. Kwa hiyo kama ni mwanamke mkatoliki ameolewa na mtu mwingine ambaye sio mkatoliki, basi watoto wote watafuata dini ya huyu mama ambaye ni mkatoliki na kama ni mwanamume ameoa mwanamke ambaye sio mkatoliki au wa dini nyingine, basi watoto wote e, watafuata imani ya huyu baba ambaye ni mkatoliki, watalelewa kikatoliki. Hilo ni sharti kubwa, na sharti hilo likivunjwa baadaye na yule upande mwingine, basi unasema ndoa hiyo inakuwa si halali. Maana yake yeye ameingia kiujanja ujanja Nasema eh, kwa lugha ya kitaalamu, sema invalid inv from the beginning, yaani tangu mwanzo ilipofungwa ndoa hiyo inakuwa haikuwa halali kwa sababu amedanganya ame, ame kanisa. Kwa hiyo sharti hilo ni kubwa sana na lazima litekelezwe. Licha ya sharti hilo vilevile vile, lazima kuwe na ruhusa maalum kutoka katika mamlaka za kanisa. Kama ni paroko anafungisha ndoa hizo, Lazima atafute idhini kutoka kwa askofu wa jimbo husika, ili kitu hiki kifahamike kwamba jambo hili limefanyika kwa utaratibu wa sheria. Kwa hiyo ni, ni, ni jambo la kisheria, ni jambo la kisheria. Baada ya hayo maswala yote ya kisheria akisha kamilika, basi itafuata sasa utaratibu wa kiliturujia. Liturujia inakuwaje? Kwa hiyo liturujia baada ya mambo yote hayo kufanyika e, kama kawaida kutakuwa na mashahidi wawili, shahidi hiyo pande wa mwanamke pande wa mwanamume, na ndoa hii inafungwa kanisani kama kawaida ikiongozwa na padri au shemasi. Sasa inakuwaje? Labda ina utofauti gani? Mtu angependa kujua, je, kuna utofauti mkubwa kati ya hii ndoa ya hawa ambao sio wa eh, wote wa, wa, wa, wa, wa, wa Katoliki. Kimsingi lazima kutakuwa na tofauti ndogo ndogo, japo sio tofauti kubwa sana. Kwanza wote eh, watakuja kanisani na kama kawaida padre pamoja na watumishi wataenda kwenye mlango wa kanisa, watawasalimia na kuwakaribisha kwamba kanisa linawakaribisha kwa furaha hawa wanaharusi na kanisa linawapokea na kuwaingiza kanisani, na kama kawaida, kama zile ndoa nyingine e, watumishi watatangulia wakifuatiwa na padre au shemasi ambaye anasimamia ndoa hii, na wanapofika altarini, basi atasalimia kama kawaida waamini waliopo na kuwaandaa mioyo yao kwa ajili ya adhimisho hilo la ibada ya ndoa. Na baada ya hapo e, anaweza akaongea maneno ya kuwakaribisha. Mfano wa maneno labda ni asome hapa, atawataja majina yao kama ni Alexi na labda na Asha au na Tumaini wa dhehebu lingine au wa dini nyingine, atawataja, atasema, kanisa linashiriki furaha yenu na linawapokea kwa moyo mkunjufu, pamoja na wazazi na rafiki zenu katika siku ambayo ni ya upendo na uaminifu, kwa sababu Mungu ni upendo. kwa hiyo tusikilize neno lake kwa makini na tumwombe kwa unyenyekevu ili awajalie yale yote ambayo moyo wenu unatamani na asikilize dua zenu zote. Kwa hiyo msisitizo ni Mungu ni upendo, kwamba hata kama hawa watu sio wakatoliki wote, lakini upendo wa Mungu umepenya ndani yao, wakapendana waishi pamoja. Kwa hiyo wana Uh, wakiwa na imani sasa mbele ya Mungu kwamba Mungu asikilize dua yao, na baada ya hapo eh, itafuata sala kama kawaida, halafu itafuata eh, liturujia ya neno. Katika liturujia ya neno utafuata utaratibu wa masomo ambayo yanapatikana katika vitabu vile vya liturujia vinavyohusu sakramenti ya ndoa na ni vizuri kuchaguliwe somo lenye mafundisho ya ndoa yanayoonyesha msingi wa ndoa na umuhimu wa ndoa Katoliki. Na baada ya masomo hayo, ule padre anayeongoza au shemasi basi atoe mafundisho ya kina yanayoelezea juu ya sakramenti ya ndoa kwa sababu watu hawa wote sio wakatoliki kama tulivyosema, eh, basi ataangalia mazingira yanayo eh, kwamba niongee namna gani, kutokana na mazingira, kutokana na aina ya watu. Kama binti ni ni wa dhehebu lingine, watakuja kwa vyovyote, atasindikizwa labda na wazazi ambao ni wa dhehebu lingine na marafiki zake ambao ni waili dhehebu lingine, kwa hiyo utaangalia kwamba labda kama anatoka dhehebu fulani, labda anatoka dhehebu la Waluteri au la Waanglikana, uongeeje? Lakini vilevile vile kama anatoka dini nyingine, natoka labda kwenye Waislamu, eh, uongeeje? mbele ya huu umati ambao kuna ndugu zake nao na ni Waislamu. Kwa hiyo mafundisho yaendane na mazingira halisi bila ya ku kuepuka kue kutoa mafundisho Katoliki. Naposema mazingira, hatuwamaanishi kwamba basi mafundisho Katoliki yasitolewe, lakini mazingira hayo yatakupa dira ya nini cha kuongea. Na baada ya homilia hiyo, basi wanandoa e, kama kawaida watajiongea mbele wakisindikizwa na E, wasimamizi wao au mashahidi wao, na padre atawakaribisha au shemasi atawakaribisha kwa maneno kama haya: ndugu wapenzi, mmefika hapa ili nia yenu ya kufunga ndoa mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya jumuia, ili nia yenu iimarishwe na Bwana kwa muhuri mtakatifu, na pia kusudi upendo wenu utukuzwe kwa baraka yake na pia nia hiyo iimarishwe katika kushiriki uaminifu wa kudumu kati yenu na katika kutimiza wajibu wenu wa ndoa. Kwa hiyo nawahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Kisha anayeongoza ibada atawahoji wanaharusi juu ya nia yao na uaminifu wao na juu ya wajibu na kwa wapo wa watoto. Kwa hiyo atawahoji kwa maneno haya: ndugu wapenzi, mmefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu na Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya waliopo hapa. Kwa hiyo hata kama ni e, wewe sio Mkatoliki au sio Mkristo, lakini mmefika, umekubali kwa hiari yako kufika mbele ya kanisa ili muhuri wenu, e, ndoa yenu itiwe muhuri mbele ya huyu mjumbe wa kanisa. Kristu ayabariki sana mapendo yenu. Anayebariki katika kanisa ni Kristu, na kwa sakramenti hii pekee anawaneemesha kwa kuwaimarisha hao aliokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Kwa hiyo kati yao kuna ambaye ana ubatizo, aliyebatizwa, kwa hiyo wanaimarishwa wote, ndio maana anawahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. E, anawahoji, anamuuliza mmoja mmoja, anamuuliza mwanamme na mwanamke. E, je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Kwa hiari bila shuruti, kwa moyo radhi. Wewe ambaye sio Mkatoliki, umefika hapa kwa moyo radhi sio ujanja ujanja, ili upate mume au ujanja ujanja upate mke, kwa sababu umempenda huyu binti wa Mkatoliki, unakuja na sio moyo radhi, kuna kuna ujanja ndani yake kwamba nkishafunga ndoa tu nitabadilisha mawazo. Hapana, lazima iwe kwa moyo radhi, pasipo shuruti e. Wewe binti, unamhitaji huyu mwanamme, ana kazi nzuri, ana nyumba nzuri, ana pesa kwa hiyo unachohitaji ni nyumba hiyo nzuri na pesa zake, sio mapendo. Kwa hiyo kwa moyo radhi pasipo shuruti, isiyo ikawa kwamba pesa ndio zimekushurutisha kwa hiyo lazima eh, ujibu ndio na iwe ndio ya kweli. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ni jukumu muhimu la kuzingatia, na kila mwanaharusi anasema ndio na kama hawa ni vijana ambao tunategemea kwamba watapata watoto baadaye, basi swali hili linaulizwa: Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristu na kanisa lake? Kwa hiyo kama alivyosema mwanzoni, watoto hawa watalelewa katika imani Katoliki kwa uaminifu, yule ambaye ni Mkristu Mkatoliki. E, watoto lazima wafuate imani hiyo na mafundisho hayo, na wataendelea na bwana harusi atataja maneno haya ya kukubaliana: mimi fulani, mimi Isaac e, mimi Isaka na kupokea wewe mwantumu uwe mke wangu na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako, katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, katika eh, kusudi nikupende ni kuheshimu ni siku zote za maisha yangu. Na kama ni binti eh, binti ambaye anaolewa ana, ana, ana labda na mtu wa dini nyingine au dhehebu nyingine eh, eh, mimi Salome ninakupokea wewe Mohamed ili uwe mume wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na katika tabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende, nikuheshimu, siku zote za maisha yangu. Kwa hiyo ni katika mtindo huo utamtaja kwa jina lake, na baada ya hapo, makubaliano hayo yatapokelewa sasa rasmi na kanisa. Eh, padri au shemasi uh, atasema: ukubaliano huo mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana na uthibitishe kwa wema wake apende kuwazidishia wingi wa baraka zake. Aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiatenganishe. Kwa hiyo ndoa hii haitenganishwi tenganishwi, kwa sababu Mungu ndiye aliyeiweka. Aliyeiweka. Kwa hiyo baada ya hapo atawaalika wote waseme tumshukuru Mungu. Na basi, mazingira yakiruhusu, e, kuna kubariki pete ambazo tunasema pete hizi ni ishara ishara za mapendo. Bwana azibariki pete hizo mtakazovishana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Na wote wataitika amina. E, na watavalishwa tavarishana eh, kwa kadiri mazingira yatakavyoruhusu ruhusu. Eh, kama ni, ni mwanamme manam, ataanza eh, kama ameoa mtu wa dhehebu eh, lingine au wa dini nyingine atamtaja kwa jina, atamtaja kwa jina au atamwambia mwenzangu, eh, mwenzangu, lakini eh, ni vizuri kumtaja kwa jina Mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na huyu mwingine, hata kama sio wa Mkatoliki, itabidi wakati wa kuvalishana ataje ma uh, hilo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kwa sababu ndio ndoa inayomuunganisha. Amekubali mwenyewe kuja kanisani e, Sema pokea pete hiyo ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, jina la Baba la Muana, na la Mwana na roho Mtakatifu. Watavalishana kama kawaida, na baada ya hapo itafuata kanuni ya imani. Ni vizuri tena kama ni watu wa madhehebu tofauti, kanuni ya imani ni vizuri sana kufahamu kwamba amefunga ndoa katika kanuni ipi. Na sadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana eh, hawa wawili waweze kukiri kanuni ya imani, na baraka hiyo itaendelea kwa maneno kwa maneno ya padre eh, baada ya kukiri kanuni ya imani itafuata baraka ya wanaharusi sa. So, ni kawaida wanaharusi wapate baraka. Hata hivyo, iwapo mazingira yanadai hivyo, baraka hiyo inaweza kuachwa na badala yake kusemwa sala inayoonyeshwa hapa chini kama mazingira. Sasa sala yenyewe ni ipi? Sema na: sasa kwa unyenyekevu tuombe baraka ya Mungu juu ya wanaharusi hawa, kusudi Mungu apende kuwapamba eh, kuwa kwa msaada wake na awatajirishe katika umoja wao wa ndoa. Sala yenyewe inataja vitu muhimu. Baba Mtakatifu, muumba wa ulimwengu wote, uliye muumba mume na mke kwa sura ya mfano wako, na ukataka jamii ya wanadamu ijazwe kwa baraka zako, tunakuomba kwa unyenyekevu kwa ajili ya watumishi wako hawa wanaoungana kwa kifungo cha ndoa Baraka yako e Bwana ishuke kwa wingi juu ya mama huyu na juu ya mwenzi wake wa maisha, nayo nguvu ya Roho Mtakatifu itokayo juu iwashe moto mioyoni mwao, kusudi wanapofurahia paji ya ndoa yao wang'aye kwa wingi wa fadhila ya uadilifu, katika furaha wa kusifu e Bwana na katika uchungu wa kukimbilie wewe, katika furaha wa kusifu, katika uchungu wa kukimbilie wewe, wafurahi kuwa uko nao ukiwategemeza katika kazi zao. Waonje uwepo wako unapowasaidia katika matatizo yao, na baada ya kufikia uzee wanao utamani, wakizungukwa kwa kundi kubwa la marafiki, wastahili kufika kwenye uzima wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ni baraka nzito kwa wote wawili, na baada ya hapo padre shemasi atawabariki wengine wote ninyi nyote mliopo hapa awabariki mungu mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu na eh, baada ya hapo itafuata kuandika kumbukumbu -kumbu. kwenye kitabu cha kumbukumbu -kumbu, lakini vilevile vile kuna kuweka sahihi shahada za ndoa ni vizuri tuweke angalisho hapa shahada hizi za ndoa zinaweza zikafanyikia ofisini wakajaza taarifa hizo ofisini kwenye ofisi ya paroko au kukandaliwa meza fulani hivi wakaweka hizo sahihi na kujaza hizo taarifa. Mambo haya hayafanyiki altareni. Tunaona sehemu nyingine wanafanyia altareni, lakini sio utaratibu, na imetoa asema lakini, lisifanyike kamwe juu ya altare. Kujaza hizi taarifa zifanyike eza ofisini au kwenye meza iliyoandaliwa, sio altareni. Natumaini una maswali mengi sana juu ya ndoa hizi za mchanganyiko na inawezekana, wewe hapo ulipo unaishi katika hiyo ndoa ya eh, lakini hukufahamu kwamba naweza nkafunga ndoa Katoliki. Chukua hatua, naenda kwa paroko, kafuate utaratibu wa kufunga ndoa. Unaweza ukaishi na mtu ambaye sio Mkatoliki na wala, wala sio Mkristu, mkaishi naye vizuri mkafunga ndoa mkatakatifuzwa katika matendo hayo matakatifu ambayo Mungu ameyaweka, badala ya kuishi tu hujui la kufanya. Chukua hatua leo, kama ulikuwa hujui kwamba kuna uwezekano wa kufunga ndoa ya mchanganyiko na mtu asiye mkatoliki asiye mkristu. Mungu aendelee kukubariki katika maisha yako, uendelee kufurahia ndoa yako hata kama E, ni ya mchanganyiko. Uende, uendelee kufurahia matunda ya watoto na baraka za Mungu katika maisha yako. Basi tumalizie kipindi chetu kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini, Ebikira mtukufu uliyebarikiwa. Awabariki Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.